Afrika Mashariki ya Kati, Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki ametoa changamoto kwa taasisi za Kanisa la ABC kuangazia njia za kujikuza na kujitegemea katika utendakazi wao. Amezungumza haya alipoongoza mafunzo ya walimu ya, wa masomo ya theolojia kutoka chuo cha Eastern Kenya Integrated katika tawi la chuo hicho cha Kyanginywaa Kibwezi, kaunti ya Makueni, aliwahimiza wahadhiri wa chuo hicho kuwa makini wanapowafunza wanafunzi wa Biblia kwani wanachofunzwa ndicho watakachopeleka katika sehemu za kazi watakapohudumu. Askofu mkuu wa Kanisa la ABC Afrika Mashariki ya Kati, Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki ameongoza hafla ya mafunzo ya walimu wa masomo ya Theolojia kutoka chuo cha Eastern Kenya Integrated katika tawi la chuo hicho cha Kyanginywaa Kibwezi, kaunti ya Makueni <tinyo> Akizungumza katika hafla hiyo, askofu mkuu ametoa changamoto kwa taasisi zingine za kanisa la ABC kuangazia njia za kujikuza na kujitegemea katika utendakazi wao. Teacher, or lecturer, or

akiwahimiza kuwa makini wanapowafunza wanafunzi wa Biblia kwani wanachofunzwa ndicho watapeleka katika sehemu za kazi watakapohudumu. Vilevile akiwasi wawe na ufahamu wa yanayojiri katika ulimwengu wa sasa. They will continue, uh, contributing to that effect. Hata hivyo, askofu mkuu ametoa wito kwa viongozi pamoja na wazee wa kanisa kuwa na umoja, uwazi na uwajibikaji katika uongozi wao akisema hayo ndiyo maadili yanayofaa. <coughs> Kwa yes. Yes. Yes. Yes. Upande wao wahadhiri wa chuo hicho cha EKIC walibaini kuwa huwa wanawapa wahubiri wale mafunzo ya kilimo ili wanapoelekea wanako hudumu waweze kujimudu.